Tutawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Mimi kama katibu mkuu wa CCM, naupiga marufuku kutumika zaidi ya wapinzani. Sisi kama chama mama, kama chama baba katika nchi hii, lazima tuongoze kwa mfano, lazima tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazounganisha watu, tuwe mfano bora wa kutoa kauli zinazosambaza upendo. Tusiwe chanzo cha uchochezi, tusiwe chanzo cha vurugu, tusiwe chanzo cha maangamizi katika nchi yetu. Baba na mama wa demokrasia ni Chama cha Mapinduzi, na lazima tuitumie nafasi hiyo vizuri. Sisi wenyewe ndani ya chama tukumbushane wakati wote kwamba tuna wajibu wa kusimamia tuliyoyaanzisha. Amani tumeianzisha sisi, mshikamano tumeuanzisha sisi, umoja tumeuanzisha sisi. Lazima tuulinde kwa wivu mkubwa.